Leo nikakagua ni, ni, korosho zangu kwanza, maana kila na wiki mzima sijaenda kukagua korosho zangu. watu kweli, umeshaibiwa umu. Ah, watu makatili kweli, wiki mzima, halafu hamna kitu kama hivi. Aa, matatizo gani haya? Ayawajuagaa gharama zetu tuzozifanya, halafu wanakuja kutudia kama hii. Jamani, msikali mtu katikati sasa kama hata moja hakuna chini eh, haya si matatizo yamania. Yani hapa leo ndio huyo ataisoma na ndio mwisho wao wezi hawa. Naangalia mikanyago, si ndo hii mikanyago, sasa leo ndo naokota atanijua. Awa wezi watu, yani hapa leo najua kabisa, ndo mwisho wake huyu. Yani hapa huyu leo ataisoma hili. Tabia za kuibaiba hizi yani ndo ziwe mwisho kabisa, yani iali, yani weto mwizi wangu, leo nimesha kugundua. uh -huh. Yani nimesha kuambia, kumbe ndo wewe mzee. Tulia tulia. Yani we mzee, unaacha kujali korosho zako unajali nyayo za kwangu vipi? Ndo, ndo nataka nikukomeshe kabisa leo. Yani korosho kila siku humu nikija amna korosho, kumbe ndo wewe uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tulia mzee, usinikazie, usinikazie. Mi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida Aya we, yani ni bora ulivofika mapema unisaidie kuokota korosho mi mali zangu eh? Ondoka. Okota